Mtazamaji, nchi ya Tanzania imekuwa ni ya karibuni zaidi kuongezeka katika orodha ama listi ya mataifa ambayo yameweza kuwekewa vikwazo katika kuingia ama kupata visa za nchi ya Marekani. Taarifa hizi zimeweza kutokea baada ya machafuko yaliyoweza kuonyeshwa na serikali ya Tanzania na baada ya serikali hiyo kuonyesha kwamba Tanzania haipo huru tena, suala hilo limeweza kuchukulia serikali ya Marekani kuweza kuchukua hatua zaidi, ili kudhibiti raia wa Tanzania ambao wana haja ya kuweza kusafiri Marekani ama kuishi Marekani kuingia katika nchi hiyo. Msikilizaji, ikiwa ni mara ya kwanza tunapatana na kukaribisha katika kituo hichi, hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia kwa maana ya kufanya subscription na kuhakikisha kwamba unaendelea kutufuatilia punde taarifa zetu zinapotokea, lakini pia hakikisha kwamba umezidi kushare kanda zetu katika makundi ambayo unayajua ili tuweze kuhakikisha kwamba familia yetu inazidi kukua siku hadi nyingine. Sasa, katika taarifa za hivi punde, ni kwamba nchi ya Tanzania imeweza kuongezwa rasmi katika listi ya mataifa ambayo yamewekewa vikwazo kuweza kuzuru nchi ya Marekani na msikilizaji, hili linafanyika siku chache baada ya nchi hiyo ya Marekani kuweza kusema kwamba ina utathmini upya uhusiano wake na nchi ya Tanzania, na suala hili limeweza kutokana na kile ambacho serikali ya Tanzania imeweza kuonyesha kupitia kwa uongozi mbaya na kupitia kwa kusababisha vurugu zilizoweza kutokana na uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa. Serikali ya Tanzania iliweza kuonyesha machafuko kweli, baadhi ya machafuko hayo yakiwa ni mauaji ya raia wa Tanzania yakiwa ni shughuli za utekaji wa raia walioweza kuonekana kupinga uchaguzi haramu ulioweza kufanyika katika nchi ya Tanzania katika siku ya tarehe ishirini na tisa, lakini pia jinsi viongozi wa nchi hiyo waliweza kushughulikia swala mzima la maandamano yaliyoweza kufanyika katika nchi ya Tanzania baada ya uchaguzi ulioweza kufanyika. Masuala hayo msikilizaji, yameweza kusababisha kwamba nchi ya Tanzania kuingishwa katika ratiba ama katika orodha ya mataifa ambayo yanaweza kupokea vikwazo zaidi kuingia katika nchi ya Marekani. Samia Suluhu ambaye ndio rais wa nchi ya Tanzania aliweza kujihakikishia uongozi wa awamu yake ya kwanza kinyume na matakwa ya wananchi. Elewa kwamba msikilizaji, katika demokrasia inahitaji kwamba kila mtu aweze kuwa huru kuteua ama ku kuchagua viongozi watakaoweza kuwaongoza, lakini nafasi hiyo haikuweza kupatikana kwa Watanzania. Sasa hicho na matukio yaliyoweza kutokea baada ya uchaguzi ule kufanyika kimeweza kuifanya serikali ya Marekani kupitia kwa rais wa nchi hiyo Bwana Donald Trump kuhakikisha kwamba Tanzania vimeongezwa katika orodha ya mataifa yanayoweza kupokea vikwazo zaidi katika kuingia katika nchi ya Marekani. Tamko hilo limeweza kutolewa na rais wa Marekani asubuhi ya jana, na kulingana na rais huyo aliweza kusingizia kwamba raia wa Tanzania wanaozuru Marekani wana uzoefu wa kukaa zaidi ya siku ambazo wameruhusiwa kukaa. Ndo kama sababu aliyoweza kuitoa rais wa Marekani kipindi ambapo ameweza kuiongeza Tanzania katika orodha ya mataifa ya ambayo yameweza kupokea vikwazo zaidi. Lakini itakumbukwa kwamba siku chache zilizoweza kupita, serikali hiyo ya Marekani iliweza kutoa taarifa kwamba kutokana na machafuko yanayoshuhudiwa katika nchi ya Tanzania, serikali hiyo inapata kuchukua nafasi kuweza kutathmini upya uhusiano wake na nchi ya Tanzania. Katika ripoti hiyo pia, Marekani ilisema machafuko yaliyoweza kushuhudiwa Tanzania yaliweza kuhatarisha raia wa Marekani walioweza kuzuru Tanzania na raia wa Marekani ambao wameishi Tanzania. Na kwa hivyo kuweza kuonyesha kwamba zile benefits za taifa kwa taifa zimeweza kupungua, na kwa hivyo nchi hiyo ikaomba kwamba itaweza kufanya tathmini upya ku, ama kuweza kuangalia upya uhusiano itakaokuwa nayo na nchi hiyo ya Tanzania. Na sasa siku kadhaa baadaye, rais wa Marekani ameweza kutokea na kuiongeza Tanzania katika orodha ya mataifa ambayo yana vikwazo zaidi katika kuzuru nchi hiyo ya Marekani. Mataifa mengine ambayo yameweza kuhusika pale ni kama taifa la Angola, Antigua Barbuda, Benin, Cote d'Ivoire, Dominica, Gabon, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, sasa Tanzania, Tonga, Zambia na vile vile Zimbabwe. Msikilizaji, hayo ni mataifa ambayo sasa yako chini ya, ya vikwazo hivi. Inamaanisha kwamba msikilizaji, endapo wewe ni raia wa nchi hizi zilizoweza kutamkwa hapa na umekuwa na ndoto ya kuweza kusafiri Marekani utaratibu wa kufanya ziara yako utakuwa mgumu tofauti na ilivyokuwa awali. Ama sasa, raia wa Tanzania wataweza kufanyiwa uchunguzi zaidi, muda mwingine kukosa kupata visa kwa sababu ya vikwazo vilivyoweza kuwekewa nchi ya Tanzania kutokana na uongozi mbaya na kutokana na machafuko yanayoweza kushuhudiwa katika serikali iliyoko mamlakani nchini Tanzania. Msikilizaji wangu ndo taarifa za leo, na kukaribisha uziri kuachia comment, uziri kuachia maoni yako uzidi kuachia hisia zako kwenye comments section, lakini pia uzidi kutufuatilia, uzidi kusubscribe kwenye kituo hichi, ili tuhakikishe kwamba tunazidi kupatana kwa faida ya kupata kupashana yale ambayo yameweza kutokea, lakini pia kuyachanganua zaidi, ili kupata maelezo ya kina kuhusu taarifa ambazo zinatokea na zilizopo karibu na sisi. Zili kupiga subscription, tuendelee kupatana tuendelee kufahamishana, twendele kuelimishana.